Ni saa kumi na mbili saa za Afrika Mashariki, sawa na saa kumi na moja Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mawakili wa Gislein Maxwell, mshirika wa mhukumiwa wa unyenyesaji wa kingono Jeffrey Epstein, wasema atazungumza kikamilifu na kwa uaminifu iwapo tu Rais Trump atamsamehe. Kenya yasema itazungumza na Urusi kuhusu ripoti za kuajiri raia wake kupigana katika vita dhidi ya Ukraine, ikielezea kitendo hicho kuwa hakikubaliki. Serikali ya Kenya imewasaidia uh, Wakenya karibu ishirini na mbili, wale ambao walitoa ujumbe kwa ubalozi wetu kule Mosco uh, ili warudi nyumbani na pia kuna wale ambao wameaga dunia na leo tutaangazia siku mia moja za rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan madarakani kwa muula wake wa pili na wa mwisho. Serikali ya nchi hiyo na upinzani wanena na BBC. Hivi ninavyozungumza nawe, Watanzania ni wamoja, nchi na amani eh, watu wote, kila mmoja anaendelea kufanya shughuli zake. Sisi hicho kinachoitwa siku mia moja hatukitambui. Hasante, Batha. Shirika la utangazaji la umma la Israel linasema wanajeshi kutoka Indonesia, nchi yenye idadi kubwa zaidi ya Waislamu duniani, watakuwa wanajeshi wa kwanza wa kigeni kutumwa kujiunga na kikosi cha kimataifa cha kuleta utulivu huko Gaza. Shirika hilo limesema wanajeshi hao wanatarajiwa kuwa kusini mwa Gaza, kati ya Rafa na Han Yunis. Mkuu wa jeshi la Indonesia amewaambia waandishi wa habari kwamba maandalizi ya kutumwa kwa wanajeshi hao yameanza. Amesema askari kati ya elfu tano na elfu nane wanaweza kutumwa, lakini hakutoa maelezo ya kina, ikiwemo tarehe ya kutekelezwa kwa hatua wa hiyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amewaambia wabunge wa chama chake cha Labour kwamba hatajiuzuru baada ya kiongozi wa chama chake nchini Scotland kumtaka achie ngazi. Esther Luambano anafafanua zaidi. Waziri Mkuu Stama alitoa maoni hayo alipokuwa akiwahutubia wabunge wa, wa, wa chama chake kwa zaidi ya saa moja. Hali ya kushtusha imeendelea nchini Uingereza kutokana na kile wengi wanaona kama kushindwa kuamua kwa usahihi pale alipomteua Peter Mandelson kuwa balozi wa Uingereza mjini Washington mwaka 2024. Lord Mandelson alijulikana kuwa rafiki wa Jeffrey Epstein aliyehukumiwa kwa unyanyasaji wa kingono, lakini barua pepe zilizotolewa na wizara ya sheria ya Marekani mwezi uliopita zilifichua undani wa urafiki huo, hata baada ya Epstein kuhukumiwa mwaka 2008. Kenya inasema itashirikiana na Urusi kutokana na kuongezeka kwa ripoti za raia wake kuajiriwa kupigana katika vita vyake na Ukraine. Waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi ameiambia BBC kuwa hali hiyo haikubaliki na ni asiri. Shirika la kijasusi la Ukraine limewaonya raia wa kigeni dhidi ya kusafiri kwenda Urusi au kukubali kuajiriwa huko, hususan kwa kazi zisizo rasmi au zisizo halali. Lilisema kusafiri huko kuna hatari kubwa ya kupelekwa kwa nguvu kwenye vitendo vya uvamizi bila mafunzo ya kutosha na uwezekano mdogo wa kubakia hai. Waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese amesema amesikitishwa sana kuona mapambano makali kwenye maandamano ya kupinga ziara ya rais wa Israel. Polisi waliwakamata takribani watu 30 katika mkutano wa hadhara huko Sydney siku ya Jumatatu. Bwana Albanese alitetea uamuzi wake wa kumwalika Isaac Elzog, na kusema wale ambao hawakukubaliana na ziara hiyo walipaswa kutoa maoni yao kwa amani. Elzog alianza ziara kwa kuzuru eneo la ufyatuliaji risasi wa halaiki katika ufuku wa bonde uliozilenga sherehe za Kiyahudi Desemba 2025. Waandamanaji wanamtuhumu kwa kuchochea mauaji ya halaiki huko Gaza, tuhuma ambazo anazikana. Na kampuni kubwa zaidi ya mitandao ya kijamii duniani zimeshutumiwa kwa kuunda mashine za uraibu huku kesi ya kihistoria ikianza kusikilizwa huko California, Marekani, kuchunguza athari za afya ya akili za Instagram na YouTube. Katika hoja yake ya ufunguzi mbele ya jaji wa mahakama ya juu Los Angeles, Carolin Bicol Macrenia amedai mteja wake ambaye ni mlalamikaji KGM alikumbwa na matatizo ya afya ya akili kutokana na uraibu wake wa mitandao ya kijamii. Mawakili wa Meta na YouTube wameiambia mahakama kwamba uraibu wa KGM ulitokana na masuala mengine maishani mwake na wala si uzembe wao. Hii ni BBC Muktasari wa habari za ulimwengu umewasilishwa na Florian Kaijage. Unasikiliza amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye fm redio washirika nchini Tanzania. Unatupata kupitia Redio 1 na Zenji fm visiwani Zanzibar, Kenya ni Pamoja FM, Uganda ni Pamoja Uganda, Voice of Karamoja, na iwapo upo nchini DRC ategesikiw kupitia Redio Muungano Beni. Matangazo haya pia tunayapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga mawakili wa Ghislaine Maxwell, mshirika aliyefungwa gerezani kwa, ma, kwa makosa ya unyanyasaji wa kingono Jeffrey Epstein, wanasema atazungumza kikamilifu na kwa uaminifu, lakini wapo tu rais Donald Trump atamsamehe. Maxwell anatumikia kifungo cha miaka ishirini jela kwa biashara ya ngono. Alikataa kujibu maswali kutoka kwa wabunge wa Kongres huko Washington jana, akitumia haki yake ili kuepuka kujitia hatiani Bill Clinton ambao wote wawili wametajwa mara nyingi kwenye nyaraka za Epstein. David Nkiana taarifa zaidi. Mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi inayoongozwa na Republican James Comer amesema kwamba kama ilivyotarajiwa, Maxwell aliomba marekebisho ya tano yanayompa haki yake ya kunyamaza. Marekebisho hayo ya kikatiba ya Marekani yanawapa raia wa nchi hiyo haki ya kuepuka kujihukumu kwa kukataa kujibu maswali wanapokula kiapo. Kamati hiyo inayofanya uchunguzi ilichapisha video ya Bi Maxwell kwenye mitandao ya kijamii. Like, ningependa kujibu swali lako, lakini kwa ushauri wa baraza husika na kataa kwa heshima kujibu swali hili na maswali yoyote yanayohusiana na hayo. Ombi langu linasubiri mamlaka ya wilaya ya kusini ya New York. Kwa hivyo, ninaomba haki yangu ya kunyamaza chini ya marekebisho ya tano ya katiba ya Marekani. Katika barua iliyotumwa kwa kamati inayofanya uchunguzi kabla ya kuonekana kwa Maxwell, kikundi cha walionusurika wa Epstein waliotaka wabunge kutoka kukubali kila ushahidi unaotolewa na Maxwell. Wakati hayo yakiendelea, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amewaambia wabunge kwamba hatojiuzulu baada ya kiongozi wa chama chake nchini Scotland kumtaka ajiuzulu. Hatua ya wito wa kutaka kujiuzulu kwake imeendelea kuongezeka baada ya kumteua Peter Mandelson kuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani mwaka 2024 mtu anayetajwa kuwa rafiki wa karibu wa marehemu Jeffrey Epstein ni David Nkya. Tuangazie Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu, ambapo lawama zimetolewa na Umoja wa Mataifa, Uingereza na kundi la nchi zenye Waislamu wengi zikiwemo Saudi Arabia, Uturuki na Misri. Siku ya Jumapili, baraza la mawaziri la usalama la Israel liliidhinisha mipango ya kuwarahisishia walowezi wa Kiyahudi kununua ardhi katika Ukingo wa Magharibi na kuwanyang'anya baadhi ya mamlaka kutoka kwa mamlaka Palestina. Huyu hapa msemaji wa Umoja wa Mataifa, Stephane Dujarric. The... Katibu mkuu anatahadharisha kuwa mwenendo wa sasa wa uchukuaji wa ardhi, ikiwa ni pamoja na uamuzi huu, unapunguza matarajio ya ufumbuzi wa serikali mbili. Anasisitiza kuwa makazi yote ya Waisraeli katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu pamoja na Jerusalem mashariki hayana uhalali wa kisheria na yanakiuka sheria za kimataifa ikijumuisha maazimio husika ya Umoja wa Mataifa. Hatua mpya za Israel ni pamoja na kufuta marufuku ya miongo kadhaa ya uuzaji wa moja kwa moja wa ardhi ya ukingo wa magharibi kwa Wayahudi na kubatilisha uainishaji wa rekodi za usajili wa ardhi wa ndani. Hadi sasa, walowezi waliweza tu kununua wa nyumba kutoka kwa makampuni yaliyosajiliwa kwenye ardhi inayodhibitiwa na, na serikali ya Israel na si vinginevyo. Afrika Mashariki, ambapo Kenya imesema itazungumza na Urusi kuhusu ripoti za kuajiri raia wake kupigana katika vita dhidi ya Ukraine, ikielezea kitendo hicho kuwa kisichokubalika. Waziri wa mambo ya nje wa taifa hilo Musalia Mudavadi ameambia BBC kwamba majadiliano yake na serikali ya Moscow yatajikita katika kuhakikisha usalama wa Wakenya na kukabiliana na vitendo vya ajira haramu, ikiwemo majadiliano kuhusu uhakika wa hati za kusafiria na mkataba wa pande mbili unaohusu masuala ya ajira. Amesema mamlaka imefunga mashirika takriban 600 yaliyokuwa yanatuhumiwa kujihusisha na kuwalaghai wa Kenya kwa ajira za ughaibuni. Amezungumza na mwandishi mwandamizi wa BBC Peter Mwangangi kwa wakati huu tunafikiri labda ni karibu watu mia mbili, lakini hatuwezi tukasema kwamba tunajua namba kirasmi kwa sababu wakati walienda kule hawakutafuta idhini ya serikali ya Kenya, wala hawakujisajilisha ama kujulisha ubalozi wetu kwamba wamefika kule, na hawa ni watu ambao wako vitani ama wamekamatwa kule. Status yao ni vigumu kujua, kwa sababu communication pia ina matatizo ikiwa wako kule kwa vitani kwa frontline kwa wakati huu. Kwa mfano serikali ya Kenya imejaribu kuwa imewasaidia uh, Wakenya karibu ishirini na mbili wale ambao walitoa ujumbe kwa ubalozi wetu kule Moscow uh, wakasaidiwa kupata stakabadhi za kusafiri na kadhalika uh, ili warudi nyumbani, na pia kuna wale ambao wameaga dunia, rekodi zetu zinaonyesha karibu nane pia wameuawa. Kuna hilo jukumu la kuthibitisha uhalali wa ajira kwa mtu binafsi, lakini pia kuna jukumu la serikali kuzima hawa mawakala ambao wanafanya njia ambayo sio halali. Familia zinasema serikali imeshindwa katika jukumu hilo. Hatujashindwa. Tumefutilia mbali sana hizi recruitment agencies ambazo zilikuwa zinaleta matatizo sio tu kwa Urusi pekee, hata kwa mataifa mengine zimekuwa zikitatiza Wakenya. Kwa hiyo wengine wanapokea pesa, wanadanganya hawa alafu wanatoroka. Kwa hivyo tumefutilia mbali sana. Nyingi sana karibu mia sita hivi na pia sasa tunaendelea kuhakikisha kwamba sheria itabadilishwa. Tunataka sheria ya e immigration tuziangalie upya. Je, mmekuwa na mawasiliano yoyote na serikali ya Urusi, na je, mnapanga kuwawajibisha kwa, kwa namna yoyote kuhusiana na jambo hili, nimepanga niwe na ziara ya kwenda Urusi ili tuzungumuze jambo hili e, miongoni mwa mambo mengine na mm, lengo letu kwa mfano ni kuhakikisha kwamba tunaanza utaratibu wa kuweka proper bilateral labour agreement vile tumeweka na Ujerumani na Austria na mataifa mengine. Ni vizuri pia tuangalie tuweke na Urusi ili wale ambao wanaenda, tunajua utaratibu ambao unatumika. Ndio kwa sababu tunasema tukiwasiliana, ukora ama ulagai kama huo udanganyifu, hii ni kuvutia Wakenya kwa njia ya udanganyifu tunataka tukomeshe ili pia serikali ya kule ijue ni recruitment agency gani inafanya kazi upande huu na sisi tujue ni ipi hapa ili tuwe na records ambazo tunaweza fuatilia hawa ambao wanatumia njia za udanganyifu kuweka wakenya kwa, kwa njia mbaya. Chanzo kikuu cha matatizo haya ni ukosefu wa ajira. Je, serikali imeshindwa kutoa nafasi za kutosha? Serikali ina jukumu la kuhakikisha kwamba tunajaribu kupeana kazi kwa wingi. Pia kuna nafasi ambazo wakenya wa ukitaka kufanya kazi nje, ni lazima pia tuwasaidia kwa njia yoyote kupata hizo nafasi, lakini sisi hatusukumi watu kwenda kwa vita. Kuna familia ambazo tumezungumza nazo, wanasema hawajaweza kuzika wanawao kwa sababu miili bado haijafika. Hili likoje? Sasa tutatulia mpaka tu ikiwa tutaweza kuleta mwili. Ukipatikana na uwe identified, tutajaribu kuwasaidia mwili ufike hapa, alafu atamzika. Lakini kabla hatujapata huo mwili, sasa tutavumilia sisi wote na mahojiano hayo maalum yanatupeleka viwanjani kwake Davi. Oh, yes. Jambo msikilizaji, popote pale ulipo, ligi kusoka England itaendelea kwa michezo minne kupigwa hii leo ambapo Chelsea the Blues watakuwa pale uwanjani Old Trafford, um, uh, Stamford Bridge, kumradhi wakiwakaribisha Leeds United, Everton watakiwasha dhidi ya Bournemouth, Tottenham Hotspur watawakaribisha uh, Newcastle huku West Ham United wakicheza dhidi ya Manchester United. Kuungana na mshambuliaji Jack Grealish amesema kwamba hakutaka msimu umalizike vibaya kwa upande wake baada ya kuthibitisha kwamba amefanyiwa upasuaji uh, baada ya kupata jeraha la kifundo cha mguu. Grealish ambaye yupo kwa mkopo wa msimu mzima huko Everton kutokea Man City alipata jeraha hilo Januari 18, wakati wa ushindi wa moja bila dhidi ya klabu yake zamani ya Aston Villa. Kiungo huyo ma miaka 30 alikuwa amecheza mechi 22 katika mashindano yote akiwa na Everton msimu huu akifunga mara mbili na kutoa pasi ya mabao sita. Tennis. Serena Williams atarejea tena kwenye mchezo wa tennis kuanzia Februari 22, baada ya kuwa nje kwa muda mrefu alipotangaza uh, kustaafu 2022 kwenye michuano ya US Open. Gina Williams alliam limeonekana kwenye orodha ya wakala wa kimataifa yani itia Jumatatu, ikimaanisha kwamba anaweza kushiriki mashindano kuanzia tarehe iliyotajwa. Hata hivyo, bingwa huyo mara 23 wa, wa single za Grand Slam hajatangaza kurejea rasmi katika mchezo huo. Kwenye tetesi za soka matha, kuna habari nyingi ikiwemo Cristiano Ronaldo anatarajiwa kusitisha mgomo wake sita kwa mshambuliaji huyu wa Manchester United wa mkopo mwenye miaka 29 ndio kiini cha ombi la Yoan Potter kuchaguliwa tena na Manchester United. Itamlenga mshambuliaji wa Everton na Senegal Iliman Ndiaye mwenye miaka 25 akiwa Rashford atamia moja kwa moja Barcelona. Anaondoka namna hiyo, huyo anasema, mimi kama mfanya biashara naomba wateja msituite dia, mnafanya tuwatajie bei ambazo hazipo.